Yes, jambo la nne na la mwisho ni kwa kuzifisha tamaa za maisha ya kale na ya ujinga, ni kuua utu wako wa kale, yaani, ili uishi maisha matakatifu lazima uingie kwenye zoezi la kuua utu wako wa kale. Kuna mwenendo ulikuwa nao kabla ujaokoka, ukishaokoka, unawajibika wewe kuua ule utu wako wa kale. Hauwezi kutembea na Mungu huku utu wako wa kale uko hai. Ili ufanikiwe, jambo la nne, Petro anasema uwa utu wako wa kale, uue kabisa. Kama ilikuwa ni hasira, naomba baada ya wiki hii tunapoingia Jumapili, uwe na ushuhuda namna ambavyo umepona hasira zako. Sema amina katika jina la Yesu. Kama ilikuwa ni uchungu wa moyo, naomba mpe nafasi Mungu wiki hii, mpaka tunafika Jumapili, moyo wako uwe mweupe pe, katika jina la Yesu. Hakuna mtu anayeokoka na kubaki na utu wa kale. Tunaingia kwenye oparesheni ya kutupa utu wa kale. Wengine kuna mengine mliyatupa yakaanza kurudi moja baada ya jingine. Wiki hii ya mkazo wa kiroho ndio wiki ya kuyatupa yote. Mwambie jirani yako fungasha, anza kufungasha. Wengi wameshindwa kufika mbali na Mungu kwa sababu wanatafuta teknolojia ya kuwaruhusu wabaki na utu wa kale huku wanampenda Mungu. Mwanangu, hamna hiyo teknolojia. <laughs> Mnanielewa vizuri kanisa la Mungu. Utu wa kale huwa tunauzika, tunauacha, unaibuka na utu mpya katika Kristo Yesu. Na ndio hilo kubwa la nne hapa ili uende maisha matakatifu fisha utu wa kale usifurahie kubaki na viashiria ashiria vya utu wako wa kale nakumbuka mfano fulani hivi ameutoa mtumishi mmoja wa mungu mtandaoni alikuwa sehemu fulani anahubiri kwenye lile kanisa kulikuwa na kijana alikuwa baunsa wa disko akasikia neno akaokoka Saa siku hiyo wako ibadani, kulikuwa na kongamano la vijana tena mkesha. Kule nyuma si mnafahamu, vijana kama kawaida yao wamerundikana kule nyuma, wanasumbua sumbua, wanapiga kelele. Mchungaji kila saa anawaambia vijana, tunaomba mtulie. Ndani ya dakika mbili tena fujo. Yule aliyekuwa baunsa wa klabu akaenda mbele, akamwambia mzee wa kanisa, samani mtumishi, unaniruhusu nikatulize fujo? Sasa mzee wa kanisa hakumwangalia na kujua ni nani, akajua tu labda ni muhudumu. Alivyojua tu labda ni muhudumu, akamwambia haina shida, tutashukuru sana, nenda. Yule jamaa akaenda zake nyuma, alikuwa amevaa shati akalikunja hivi, akakaa pale kwenye kiti, akawa anawaangalia wale wanaoanzisha fujo, anamchukua tu mmoja, anatoka naye nje Akifika anamuinamisha kwenye bomba la kanisa, alafu anafungulia, alafu akimaliza anawambia arudi ndani kapige tena kelele. Afya, anaenda anakaa. Walishangaa tu, baada ya nusu saa jengo lote kimya <laughs> sasa. <laughs> Sasa hawakujua nini kimetokea. Baadaye ndio wakaja kusikia kuna mwamba alirudisha kidogo utu wa kale ndani. <laughs> akaenda kushughulikia. Kumbe hao walioondoka wakaenda kunyeshewa huko nje, ndio walitakiwa waokoke. Sasa kuna wengine ameokoka, lakini ukimuuzi anasema yani, yule bahati yake tu, enzi zangu. Una enzi wewe, umeshaokoka ua hizo enzi zisibaki, katika jina la Yesu ziue, zisibaki. Watu wa Mungu, nawaambia ukweli wengine tungebaki na enzi zetu, tusingesimama leo madhabahuni. Enzi zina kelele nyingi. Utu wa kale una mambo mengi kabisa. Yani, ukiruhusu wewe, kila ulikopita kwingine, shetani alikudanganya tu, akakutupia mizigo. Lazima uiue yote, uibuke na utu upya. Na huyu anayetuandikia hapa, ndio yule Petro ambaye alifokewa na Yesu kuliko wanafunzi wote, niliwaambia jana ndio Petro ambaye aliwahi kuitwa sheta, kuitwa shetani na Yesu. Ndio Petro ambaye alikuwa anakemewa na Yesu, lakini anatupa siri, yeye alishindaje ule utu wako wa kale? Uruhusu ufe. Kuna wengine wanajiona utu wa kale ukifa, wanachakaa watakuwa wa kizamani. Ndugu yangu, kama kufika mbinguni kunanitaka niwe wa kizamani niwe hata wa mwaka elfu moja mia tisa mia mbili na ngapi huko kiroho safi tu, anavyosema mwanangu Kambale, kama ndio hiyo inanichukua niende mbinguni, bora niwe wa kizamani kuliko kuwa wa kisasa na aina ya utu utakaonipeleka jehanamu. Jiruhusu Mungu wa kuathiri utu wako uwe uwe mpya Jiruhusu roho wa mungu wa kufanyie operation, sema amina huku unasimama. Wengine mmekuwa wagumu sana kubadilishwa, kila roho wa mungu akitaka kugusa kidogo unaluka, akitaka kugusa kidogo unaluka. Hebu anza kujiruhusu kufanyiwa operation. Amina. Waebrania 12 anasema tuweke kando kila mzigo mzito na zambi tuzingayo kwa upesi kale kautukako, kakale ambako mara kwa mara kanajaribu kurudi. Kale kale, unatakiwa ukafishe kale.